Construction umenifunza mpaka construction kwa <laughs> mathematics, ni kama mimi nimekuwa mjenzi <laughs> eh, biology umeendoni ah, alafu mbona ni matrix m1 sijui nini hmm. Kodi nako kogoroka sasa, hata hivyo hmm. Ndio hiyo history <inaudible> mimi pythagoras theorem, acha hivyo. Historia ndio hiyo. Tumefunzwa Vasco da Gama anisaidie na nini, nini Vast... yo, na yo, yo government in India, government... <laughs> <Government> in India. <laughs> <Nini, laughs> nadei Kenya <laughs> nita apply kukua... kuwa governor wa India. Hiyo sasa hiyo ya tabushi hakuna yeah. Barabara wa wa na king ama queen We, sasa ni, <laughs> inifanyie nini Biology nimefunzwa kuchinja chura, kuchinja sugura, yeah, sijui na saa hiyo kuku siwezi chinja. Kwa nini unanifunza kuwa bucha? Eh, biology inaoka in life. Sasa ni kwanza <laughs> chemistry nilikuwa naona ni urogi tupu uchawi sijui umetengeneza <laughs> nini <laughs> unatengeneza vitu ati pop sound eh, <laughs> <laughs> uh, ukisikia violation unajua uh, by the way it's your cause biology Umenifunza uh, umenifunza wacha ni kwambie. No, yeah, exactly. Inakusaidia yeah. In real life <laughs> Umenifunza geometric mm. corset mm. construction. Umetaka nikuwe fudi fyo fyo fyo fyo na manama. Hadi <laughs> acha hivyo mm. Mimi mwalimu angenifunza anga kufanyanga hii kazi zinafanyanga, by the way, ningekuwa mbali. <laughs> Because stocking <laughs> is me. Wana <manyani> I wish, I wish CBC ikuwe mtoto anafunzwa hey, kuconstruct gari yeah. Umeona mwingine ametengeneza wifi ya 4G vitu kaa hizo emi, yeah, yeah. yeah. yeah, so, ningefunzwa budget ya budget, capital of starting a business. Hey. Ningefunzwa journalism. About mi ningefunzwa journalism nikitoka primary hadi university ingekuwa sawa. Ningefunza nguo nini, brand influencing toka kwenye nilikuwa primary high school hadi university. Ai, ningekwanga na makampuni karibu 54 zimenichukua hivi ni kwa brand ambassador. Sasa umenifunza kuchinja kiora chura, hey.